kujaza namba ya simu, utakuja create password, secret password, utakuja sehemu ya promo code. Hapa utagusa hapa, unaingiza promo code 909 shamaliza, utakliki hapa register. Kwa sababu mi tayari na account hiyo, siwezi ku register, lakini ukishafika katika hii hatua utakliki register. Ukishamaliza ku click register, tayari account yako itakuwa ni tayari. Kwa hiyo vitu vya muhimu vya kuzingatia hapo, namba ya simu, password, promo code ambayo ni kumi na moja sufuri tisa. Uta accept terms and conditions hapo. Ukimaliza tayari unaweza kuregister hapo, hivyo ndo ambao unaweza uka, uka, uka, uka create account yako hapo moja kwa moja na Unaweza kuona namna ambavyo inaonekana hapo kwa njia mbalimbali ambazo ziko na namna ambavyo mwonekano wake ulivyo uko bomba. Kwa hiyo hivyo ndo unavyoweza tu kujisajili, lakini pia unaweza ukabadilisha lugha ukaja kwa Kiswahili. Hata kwa Kiswahili ambayo ndio rahisi pia, utakuja hapa kama kawaida sajili, taka namba ya simu kama kawaida, password password, hasa msimbo wa ofa ndio promo code. Utagusa hapa utaandika kumi na moja sufuri tisa. Baada ya hapo sa, sasa utaklikia hapa tu jisajili, kisha kliki jisajili, tayari inakuwa tayari kila kitu. Kwa hiyo ni namna ambayo ni rahisi, lakini pia ni rahisi kutumia na pia ni sio ngumu, lakini pia unaweza ukadownload hapa Ukawa unaitumia kwenye app. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku kufunga